Mwajilu, ndimo, awa, kwa ajili ya kusaidia watoto wenye mahitaji maalum katika jamii, lakini pia kumwambia mwanamke ambaye anatazama alipo kwamba mwanamke, usikae ndani, toka nje upate connection. Wanawake tuko hapa kum... mba, uh, nje, tuko hapa uh, wanawake mbalimbali kuna wafanyakazi, wafanyabiashara wakubwa Kariakoo hapa, kuna wafanyakazi ambao wameajiriwa, kuna taasisi mbalimbali, kuna kuna watu wengi ambao mwanamke ukitoka ukikutana nao utajiwezesha kiafya, utajiwezesha kiakili, kuna, kuna madaktari wa afya uzazi. Yani mwanamke usikae ndani, ili utoke nje, kuna vitu vingi utavijua, lakini sehemu kubwa ya kuweza kupata hivi vitu vyote ni kujiunga na kikundi chetu cha Brave Women ambao hakina mambo mengi, njoo ujifunze, upate fursa, ujue namna ambavyo watu wanasafiri kwenda China, wanasafiri kwenda mi, na mikoa mbalimbali kwa ajili ya kupata elimu. Njoo Brave Women ujifunze vitu mbalimbali, na tukatoe misaada kwa watoto na wanawake wasiojiweza katika jamii mbalimbali. Naitwa bumi Fredi Mwampeta, kama mwenyekiti msaidizi wa Brave Women. Mimi mchango wangu kupitia hupitia kina mama kwanza mwanamke kama mwanamke kwenye jamii anabidi apate kujitambua, ikiwa na maana kuwa mwanamke akijitambua, mambo mengi yanafanyika kwenye jamii, ataweza kulea familia, ataweza kujikomboa kiuchumi, ataweza kulea mtoto, ataweza kusimama yeye kama yeye katika jamii. Hivyo basi, kupitia Brave Women tumepata fursa mbalimbali, tumepata imekuwa ikitoa fursa mbalimbali imekuwa pia ikitoa elimu mbalimbali ambayo zimekuwa ni msaada sana kwenye jamii zetu, kama tulivyokuwa tumewahi kupata mafunzo VETA, tumewahi kupata mafunzo kupitia UTT kwenye uwekezaji wa pesa, tumewahi kupata mafunzo, yafya, mafunzo ya afya akili. Mafunzo hayo pia yamekuwa yakimsaidia mwanamke kwa mchango mkubwa sana kwenye jamii yetu inayotuzunguka. Naitwa Doris Meena ni mwasibu wa Brave Women. Mimi kwenye kikundi cha Brave Women nimenufaika na mambo mengi sana manufaa ya kwanza nilopata kwenye Brave Women, ni ku, ni kupitia masomo tulopata ya UTT Ames. Lakini pia swala la kiuchumi pia kuna sehemu binafsi nimeimprove kupitia Brave Women. Kwa sababu tunapata sana ma, masomo mbalimbali yanayohusiana na uchumi. Kuna sehemu Brave Women imenitoa sehemu moja kwenda hatua nyingine. Tunaambiwa pia wanawake tusikubali kukaa kwenye sehemu moja, unapoona fursa ifuate fursa. Lakini pia nimeweza kutembelea maeneo mbalimbali